Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali, Tytan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share, ili familia ya Tytan Films iendelee kukua. Sapoti yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu simulizi hadithi bora, tuanze. Sikuwahi kudhani msiba wa kwetu ungekuwa tukio ambalo nitalikumbuka maisha yangu yote. Nilidhani ungekuwa wa huzuni tu, maombi, machozi na faraja. Lakini nilichokiona pale nyumbani kilinifanya nishindwe hata kulia. Siku ya kwanza watu walikuja kwa wingi, ndugu, majirani, marafiki wa mbali na wakaribu. Kila mtu alionekana mwenye majonzi. Lakini kadri siku ilivyokwenda, hali ilianza kubadilika. Nilianza kuona tabia ambazo sikuzitarajia kabisa. Watu waliokuwa hawajawahi kutembelea nyumbani kwetu kwa miaka, ghafla walikuwa wakitoa maelekezo. Mmoja alisema hiki kifanyike, mwingine akapinga na mwingine akaanza kugawa lawama. Nilikaa kimya nikitazama. Usiku ulipofika, vituko vikaanza wazi wazi. Badala ya dua na faraja, vicheko vilianza kusikika kona moja, hadithi zisizo na maana zikaanza kusimuliwa. Wengine walionekana kusahau kabisa sababu ya sisi kukusanyika pale. Kilichoniumiza zaidi, niliona watu wakibishana juu ya chakula, wengine wakilalamika hakitoshi, kana kwamba walikuja kula, sio kuomboleza. Nilijaribu kujikaza, nilijikumbusha kuwa huu ni msiba wetu. Lazima nivumilie. Lakini pale niliposikia mtu akisema, huyu marehemu angeacha kitu chochote, moyo wangu ulivunjika vipande vipande. Sikuelewa ni lini msiba uligeuka kuwa mjadala wa maslahi. Sikuelewa ni kwa nini maumivu yetu yalionekana kama fursa kwa wengine. Nilijifungia chumbani kwa muda. Nikajiuliza, je, hawa watu walikuja kwa ajili ya marehemu? au walikuja kwa ajili ya kile kitakachobaki? Na hapo ndipo nilipotambua jambo moja la kuumiza: msiba hauonyeshi tu huzuni, unaonyesha sura halisi ya watu. Na bado kile kilichotokea siku iliyofuata kilikuwa kikubwa zaidi kuliko nilivyodhani. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Titan Films TZ.